Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Reverend Dr. Magnus Muhiche, makamu askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Ndugu maskofu wa majimbo na kamati zenu, wakurugenzi wa idara na kamati zenu, waangalizi wa sehemu na kamati zenu, washirika wote wa Tanzania Assemblies of God, maaskofu wote na washirika wa CPCT, viongozi wa dini zote na Wakristo wote wa, wa ndani na nje ya nchi, wananchi wote kwa ujumla wenu, nachukua nafasi hii kutangaza msiba wa aliyekuwa askofu mkuu wa awamu ya kwanza wa Tanzania Assemblies of God na mwasisi wa upende koste Tanzania Reverend Dr. Immanuel Lazaro aliyefariki tarehe 17 katika hospitali ya KSMC Kilimanjaro. Ametumika nafasi ya uaskofu kwa miaka ishirini na nne. Nafasi ya uinjilisti kwa miaka 40. Mabadiliko ya tarehe ya mazishi. Ilikusudiwa kumzika shujaa huyu tarehe 22 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ila kutokana na baadhi ya watoto kuwa nje ya nchi, ratiba ya mazishi sasa itakuwa kama ifuatavyo. Tarehe 26 mwezi wa tano mwaka 2025 mwili wa shujaa huyu utaagwa mjini Moshi na utalala katika kanisa la Kilimanjaro Revival Temple KRT, Tanzania Assemblies of God, kanisa ambalo alikuwa analichunga hadi anastafu utumishi wake. Tarehe 27 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mwili utapelekwa Masama Modio kwenye kanisa alilo alianzisha mwenyewe enzi za ujana wake, na andiko. Mazishi yatafanyika huko katika kijiji hicho cha Masama. Natoa wito kwa maaskofu na waamini wote wa Tanzania Assemblies of God, maaskofu na waamini wote wa makanisa ya Kipentekoste, viongozi na waamini wote wa madhehebu mbalimbali mbali, na wananchi wote karibuni, tumzike mtumishi na mwananchi mwenzetu. Amevipiga vita vyema, imani ameilinda, na mwendo ameumaliza. Namalizia kunukuu andiko katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne Eh, sura ya 14 mstari wa 13b bi. Biblia inatuambia heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, na mwasema Roho wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana nalibarikiwe.